Wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu uwezaye, wewe ni Mungu unayetupenda siku zote za maisha yetu. Naam, wapenzi watazamaji wa profaili hii ya Dkt. Alimosa Mwasangopole, mtu huyu ni mwenyeji wa mkoa wa Mbeya, wilaya ile ya Tukuyu kijiji cha Kamba Segera Alikuja mkoani Ruvuma mnamo miaka ya elfu moja mia tisa themanini na tano akiwa amebeba ujumbe wa mapatanisho ya Mungu na wanadamu. Mamlaka ya juu ya kanisa la Tanzania Assemblies of God lilimtuma kuja Songea kuchukua nafasi ya mchungaji Usele. Wakati akija katika mji huu wa Songea, historia inasema mji huu ulikuwa hauna kanisa lolote la kiroho isipokuwa la uh, Misufini Christian Center TAG, yaani hapa tulipo lakini pia kulikuwa na matisho ya uchawi na nguvu za giza, maana historia ya kanisa inasema wakati huo kabla ya Mchungaji Usele alikuwako na mchungaji mmoja aliyeitwa kwa jina la Mchungaji Mwakarapuka. Huyu alikufa ndani ya kanisa kwa kung'atwa na mende, lakini pia matisho haya, haya kumrudisha nyuma Dr. Alimosa Mwasangopole alijitia moyo yeye na mkewe mama Atupele wakaukabiri mji huu wa Songea namo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano. Mnamo miaka ya elfu moja mia tisa na tisini hivi mtumishi wa Mungu Alimosa Mwasangopole. Aliunda kikosi maalum kitakachomsaidia kufikisha ujumbe wa amani kwa wenye dhambi. Na hapo alitengeneza kwaya iliyoitwa kwa jina la Soul Winners Choir, maarufu kama Songea Town Choir. Maana ya Soul Winners Choir, maana yake ni wavunaji wa roho za watu Kwaya hii pamoja na mtumishi wa Mungu walizunguka katika vijiji kadhaa katika mkoa wa Ruvuma. Walizunguka katika vijiji vya Litoa, walikwenda Maposeni, walikwenda vijiji vya Mpitimbi, walizunguka. Kwaya hii ikaenda katika vijiji vya Bonde la Agati, huko Mbinga, ikazunguka katika vijiji vya Matili, Mwongozi, vijiji mbalimbali mbali vya Namtumbo na maeneo mengine ya mkoa wa Ruvuma, lakini hapa ni kuletee tu baadhi ya mikutano michache hayo mtumishi wa Mungu Alimosa Mwasangopole alifanya katika moja ya vijiji ambavyo alizunguka kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita mtumishi wa Mungu Dkt. Alimosa Mwasangopole na timu yake ya Soul Winners waliingia katika kijiji cha Mwongozi kilichoko wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma ambako hakukuwako na kanisa lolote la kiroho, na hapo ndipo wakahubiri injili kwa mwendo wa siku saba, na watu kadhaa wapatao watu wapatao kama sabini hivi walijikabidhi kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na hapa aliwabatiza na baadaye kulitengeneza kanisa la Mungu kwa kufanya semina. Hivi sasa tunavyozungumza huko Mwongozi kuna kanisa kubwa la uh, Tanzania Assemblies of God linaendelea vyema. Lakini pia miaka ya elfu moja mia tisa tisini na tisa mtumishi wa Mungu kwa kuongozana na Soul Winners Square walielekea katika kijiji cha Matiri wilayani Mbinga ambako habari njema za ufalme wa Mungu alizihubiri na huko akahubiri habari njema na watu wengi wakamrudia Mungu. Lakini sio hivyo tu. Siku moja wakati wa usiku mwendo wa saa tisa na dakika arobaini na tano hivi wakuu wa nguvu za giza katika ulimwengu wa roho walimjiria hapo kwenye kituo chake cha mapumziko kwa sura ya ya joka aina ya chatu, na joka lile lilitoa matamshi kwamba Umekuja kuangamiza ufalme wetu, na sisi tumeamua kukuua kwa sababu hatutakubali ufalme wetu uangamie. Lakini baada mapambano ya mapambano yaliyozidi dakika thelathini hivi, mtumishi wa Mungu alifanikiwa kuliua lile joka aina ya chatu, na siku hiyo watu wengi waliokoka sana. Hivi sasa tunapozungumza, Matiri, kuna kanisa kubwa sana la Tanzania Assemblies of God ambako watu washirika na watu wanaendelea kumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Historia ya kanisa hili katika mji wa Matili halitakamilika kama kitabu chake hakitataja jina la Reverend Dr. Alimosa Mwasangopole. Wapenzi watazamaji wa profaili hili ya maisha ya Dr. Alimosa Mwasangopole kama inavyosimuliwa na mimi MC Mbogoro, mtoto wa TG. Basi tuendelee kuona namna ambavyo mtumishi wa Mungu huyu amekuwa na mchango mkubwa. Wako watu kadhaa aliofanya nao kazi kwa karibu, haitawezekana kusahau jina la mzee Michael Mahecha. Mzee huyu alimpokea Dr Alimosa Mwasangopole pamoja na washirika wenzake hapa Tanzania misufini na kuwa mzee wa kanisa kiongozi. Ndiye aliyetumika na Mungu kutia moyo nyumba ya mchungaji, wakati mchungaji mchungaji alipokuwa akiinama moyo, wakati mchungaji alipokuwa akikata tamaa, na wakati ambapo mchungaji alikuwa akiuguliwa uh, na familia na kupitia katika shida mbalimbali, mtumishi wa Mungu mzee Michael Mahecha alitumika kama faraja katika nyumba ya mtumishi wa Mungu Dr. Alimosa Mwasangopole. Lakini pia kuna watu kadhaa ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mtumishi wa Mungu Alimosa Mwasangopole katika historia ya ukuaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God mkoa na mji wa Songea huwezi kuacha kutaja jina la mtu mmoja uh, aitwaye mchungaji Sefania Tweve kutoka mjini Njombe. Mtumishi wa Mungu huyu Sefania Tweve amekuwa akimtia moyo kwa karibu sana mtumishi wa Mungu Alimosa Mwasangopole. Amekuwa msaada sana wakati nguvu zinapoanza kuisha. Mtumishi wa Mungu Sefania Tweve amekuwa mtiifu kwa mzee Mwasangopole, kuja kuhubiri mikutano, kufanya semina katika maeneo mbalimbali mbali ambayo mchungaji Mwasangopole alimuomba kufanya.

lakini pia iko timu nzima hii ya watu ambao huwezi kusahau mchango wao katika ukuaji wa Injili. Hapa namzungumzia ndugu yetu mwalimu wa kwaya uh, uh, uh, Mr. Mboya, lakini pia bila kumsahau Mwaikambo, bila kumsahau Mama Naomi, bila kumsahau uh, Rebecca, huwezi kumsahau mtu aitwaye timu nzima ya Joshua Joshua Nsajigwa, huwezi uh, huwezi kusahau Rebecca, huwezi kusahau Mama Kaiwanga huwezi kusahau, Robert Enos Nyeri huwezi kusahau kina Shedrak Sanga, hawa kina uh, Fesongoda huwezi kusahau Elian silu katika ukuaji wa injili ya mji wa Songea, huwezi kusahau timu nzima hii akina mama Pita Merda Haule. Huwezi kusahau hawa ni wanakwaya wa zamani waliofanya kazi kwa karibu sana na mtumishi wa Mungu Alimosa uh, Mwasangopole. Lakini pia wapenzi wa watazamaji wa profaili hivi, mnamo miaka ya tisini na tisa hivi 199 mtumishi wa Mungu alipata maono ya kuanza kujenzi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Misufuni Christian Center. Ujenzi huu haukusaidiwa na wamishonari wana misaada kutoka Ulaya, isipokuwa ni tamko la Mchungaji Dr. Alimosa Mwasangopole kuwa kanisa hili litajengwa na washirika wenyewe, na kwa kweli washirika walihamasika. Tuligawana nguzo, kujaza udongo, kujaza usimenti, tuligawana nguzo, kununua nondo. Washirika walifanya kazi kubwa katika kanisa hili, wakajitolea mali na nguvu zao, hata kulifanya kanisa lifike mahali limefika. Hii yote ilikuwa ni maono ya mtumishi wa Mungu Dakta Alimosa Mwasangopole. Kwa kuhitimisha, hatuwezi kusahau fadhila kubwa za Mama Atupele Mwasangopole. Mama huyu amekuwa msaada mkubwa kwa karibu sana kwa mtumishi wa Mungu Dakta Alimosa Mwasangopole, hata kumfanya kukamilisha utumishi wake wa mwendo wa miaka thelathini. Tunamrudishia sifa na utukufu Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu ambayo ameendelea kuyafanya katikati ya watu hawa wawili, na hii ni kusema kwamba wanayo sababu ya kumrudishia Mungu sifa, kumwambia Mungu asante, kwa sababu katika safari ya utumishi huu wako, ndugu zao walianza nao pamoja, wengine wakarudi nyuma kiimani, wengine wakatangulia mbele za Bwana, lakini wao mke na mume, Mr. and Mrs. Dr. Alimosa Mwasangopole bado Kuhai, wana sababu ya kumwambia Mungu asante. Kumbuka historia ya injili ya mkoa wa Ruvuma haitakamilika katika kitabu chochote kitakachoandikwa na mtu yoyote kama jina la Dr. Alimosa Mwasangopole halikutajwa katika vitabu hivyo. Mungu awabariki sana. Mimi msimulizi wako MC Mbogoro. Watu wote mlioko humu ndani, hebu nyanyueni mikono yenu juu na mumpigieni Yesu makofi mengi ya shukulani katika jina la